Maaskari wa usalama wa Tanzania hmm, walimbwaga pale Horohoro, karibu na na boda. Aha. na kutoka hapo ikabidi achukue achukue pikipiki ndio ikamfikisha mpaka pale mahali pa kuvuka mpaka. Na nyinyi litambuaje kama huyu bwana yuko katika maeneo hayo? Uh, alipovuka uh, baada ya kuvuka pale mpakani uh, alitafuta simu ndio akatupigia simu. Sasa hali yake kimazingira kwa sasa ikoje ya kiafya? Hali yake sio nzuri uh, ameumizwa, ako na maumivu, miguu imefura kwa kuchapwa, kwa kupigwa, ako na kovu na maalama mikononi So hali yake si nzuri, hata ndio hivi sasa tunafanya bidii tuweze kumfikisha Nairobi kwa daktari wake afike apate matibabu. Yeye anasema alikuwa maeneo gani kwa upande wa Tanzania kule, wapi alipitishwa yapi? Amemfika hana hakika, hana hakika ni wapi, lakini anasema ni mahali alikuwa akiona mchanga wa bahari, kwa hivyo ni mahali karibu na ufuoni na anasema tangu pale alipotolewa mpaka pale aliporushwa, alipoachiliwa ni kama li saa moja hivi, kwa hivyo sisi tunachukulia ni kama labda alikuwa maeneo ya Tanga kule Tanzania. Na anasema alikuwa akielezwa nini au akituhumiwa na jambo gani? Kwa wakati wote wa mizunguko yake alikuwa akinyanyaswa, akipigwa na wakati wote huo akiwa anateswa kupigwa na mengineo, alikuwa akiambiwa asema, Mama Suluhu, asante asante Mama Suluhu. Huku anamtesa, huku anampiga, na huku anamwambia aseme asante Mama Suluhu. Yeye alikuwa peke yake au Agata yule raia wa Uganda alikuwa wapi kwa wakati huo? Wakati wote wa mateso, kwa yale yote waliofanyiwa, alifanyiwa pamoja na Agatha, wakiwa naye kwa hivyo mateso yote aliyoyapitia yale yote ambayo yamemkumba ya, hayo hayo pia yamemfanyikia yule dada Agasa, na zaidi pia, na alikuwa anawaona wale waliokuwa wakimfanyia hayo kwa macho yake au. Nimemuuliza hilo swali kama labda hawa watu wakiletwa mbele yake anaweza kuwatambua na amesema ndiyo. Aa, wale waliomtesa anaweza kuwatambua na ikiwa wataweza kufikishwa mahali anaweza akajua ni huyu na huyu na huyu. Alikwenda Tanzania kufanya nini? Maana yake yanayoelezwa ni kwamba aliingia kule kama mtalii. Yeye anasema alifuata nini? Sisi sote tulikuwa tumeenda huko, wale ambao tulikuwa tumeenda huko, hasa la muhimu ilikuwa ni kwenda kuweza kuangalia ile kesi ya yule kiongozi wa upinzani vile ilikuwa inaendelezwa na masala ya kuobserve cases uh, zilizoko mahakamani ni jambo ambalo linafanyika dunia nzima. Kwa hivyo hatujaelewa na mpaka sasa sisi tuliozuiliwa kuingia na yeye pia ambaye alikuwa ameshikwa na kuteswa, hadi wakati huu hatujaambiwa ni makosa gani ama ni sheria gani ambayo tulivunja iliyopelekea haya yote kutokea. Kumbe wewe ulikuwepo, na kwa namna gani ulitoka, uliweza kufanikiwa? Yasimfike pengine haya mnayosema amemfika mwenzenu. Sisi tulisafiri siku ya Jumapili jioni pamoja na aliyekuwa jaji mkuu Bwana Willy Mutunga. Tulikuwa kwenye ndege moja na yeye, na tulipofika kule tulizuiliwa, wakatukataza kuingia. Lakini sisi walituzuia kiwanja cha ndege, masaa yote hayo tulikuwa pale kiwanja cha ndege hadi pale waliposema kwamba hawataturuhusu, wakatuweka kwenye ndege na kuturudisha nchini Kenya. Mli mliambiwa kwa sababu gani? Ndio nasema hizi siku zote, kwa wale wote hata wengine wote na sisi pia, hadi hivi sasa, ama hadi ule wakati tulipoondoka pale, hatukuambiwa ni makosa gani, na tulikuwa tukiuliza tulikuwa tukiuliza kila wakati, kwa nini mnatuzuia? Ni makosa gani tumefanya? Labda kuna stakabadhi hatuna, labda kuna sheria fulani tumevunja, tuelezeeni ili tuweze kujua lakini wakati wote huo sisi tulishikwa kwa masaa ya zaidi kumi na mbili hatukuelezewa jambo lolote lile ambalo walisema labda tumelikosea. Hatua mtakazochukua sasa, tayari Mwangi mlikuwa mkimtafuta mmempata, hatua gani, wewe ni mwanasheria, hatua gani za kisheria mnachukua? Tumeshapiga uamuzi na tumesema kwamba lazima tutaishtaki serikali ya Tanzania. Mambo ya watu kukosea, mambo ya watu kutesa serikali kunyanyasa wananchi. Hili ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali kabisa. Kwa hivyo tunamwambia Mama Suluhu na serikali yake wawe tayari kwa sababu tutawakilisha hizi kesi katika ngazi za kimataifa. Mna ushahidi wa hili? Pengine ni wahuni tu au gengi la wahalifu limefanya matukio kama haya? Sijui kama gengi la wahalifu watakuwa wanakutesa na, na kukwambia uh, sema Mama Suluhu. Asanti. Hiyo bila shaka ni kitengo cha polisi na yeye eh, Boniface amesema pia kuna mara kadhaa ambapo aliona uh, maafisa waliokuwa na sare za polisi na wengine pia walijitambulisha kuwa ni baadhi ya maafisa wa immigration ambao walikuwa wanasimamia masala ya wasafiri. Kwa hivyo sisi hatuna shaka kwamba yale yote yaliyotufikia ni kwa mujibu wa serikali ya Tanzania. Wizara anayehusika na masuala ya nje wa taifa lenu amesikika akisema wazi kabisa, sheria za Kenya hazitekelezeki katika mataifa mengine, mkienda huko mfuate sheria za huko. Ninyi kwa nini msizingatie haya ya mamlaka yenu? Hakuna mtu yoyote ambaye anafahamu, na mimi pia kama mwanasheria najua kwamba sheria ni tofauti katika nchi tofauti na pale tulipotoka Kenya tukienda Tanzania tulikuwa tunajua wazi kabisa kwamba sheria kule ni tofauti. Ni lazima ikumbukwe kwamba hakuna sheria ya Tanzania wala ya Kenya ambayo sisi tulivunja, na ndio kwa maana tulikuwa tukiuliza na tukiuliza na tukiuliza, watuambie ni makosa gani tuliyoyafanya, watuambie ni sheria gani tuliyovunja, lakini hadi kuondoka kwetu hatukuambiwa lolote sisi tunaimani Boniface Mwangi na wengine wote ambao walishikwa na kurudishwa kwao hakuna sheria walioivunja. Hii ni hatua ya serikali ya kiimla kutaka kunyanyasa na kunyamazisha wanaotetea haki, na walioyafanya ni kinyume na sheria wao, wala sio sisi. Mamlaka kwa mfano Tanzania ilikuwa inajua nyinyi kipi mnachokifata kule. Tunaimani kwamba serikali ya Tanzania ilikuwa inajua kwa sababu wale walitaka kuwaruhusu, waliwaruhusu, na wale waliwakataza kuwa, kuwaruhusu pia walikataa kuwaingiza. Kwa mfano, kuna wanaharakati wenzetu ambao waliruhusiwa na wakaingia wakafika mpaka mahakamani. Kwa nini iwe sisi tutakatazwa? Ukiangalia pia aliyekuwa jaji mkuu bwana Maraga aliruhusiwa akaingia, lakini aliyekuwa jaji mkuu bwana Willy Mutunga alikatazwa. Kwa hivyo sisi twa, twa, tuna imani na serikali ya Tanzania kwamba walikuwa wanajua yale yaliyokuwa yanatupeleka kule. Kwa mfano huyu Boniface Mwangi inaelezwa kwamba aliingia kwa, kwa uh, ruhusa au ridhaa ya utalii. Sasa haiwezi kuonekana kwamba jambo aliloingilia silo analokwenda kulitekeleza. Kama ni hivyo naloelezwa ni kweli, hiyo si kweli. Na Boniface Mwangi, kando na kwamba alikuwa anaenda kufuatilia swala la kesi kulikuwa alikuwa nia yake pia nikiweza kubakia kwenda kusalimia marafiki. Kama unavyojua, tulifika kule kwa uwalishi wa wenzetu ambao ni wa kule Tanzania, Tue, TLS Tanganyika Law Society, makundi ya kutetea haki za binadamu wote walikuwa ndio walitoa uwalishi huo, tuweze kufika pale ili kuonesha umoja wa wanakereketwa wa, wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo kando na kwamba tulikuwa na la kufika mahakamani vile vile, wengi wetu tulikuwa tumeongeza siku mbili tatu ili tuweze kuwapitia marafiki na wengineo. Kwa hivyo ni sio sawa kusema kwamba alikuwa ameingia pale kinyume na yale malengo yake. Kama mamlaka ya Kenya inasema, inaonyesha mashaka dhidi yenu, na upande mwingine inaonyesha pia mashaka dhidi yenu, mkiitwa wako rofi, mna nafasi gani ya kuibuka washindi katika mad madai yenu haya, kesi yenu hii? hilo hilo ni suala ambalo lazima liangaliwe kwa ukweli wake kwamba mamlaka ya Kenya hawafurahii ha, ha kazi sisi tunayoifanya, kwa sababu tunaendelea kuhakikisha kuna uwajibikaji, tunawafuatilia kila kukicha na kuwaambia kwamba lazima wapunguze ufisadi, wakose kuua watu, wasipotanishe watu. Kwa hivyo mamlaka ya Kenya kusema kwamba e, wako, wako kinyume na sisi si jambo la ajabu hilo ni jambo ambalo linatarajiwa na hivyo hivyo kwa serikali aa, dunia nzima popote pale, na hakika hata Ujerumani wale wakereketwa wanaosimamia na kuonesha kwamba serikali lazima iwajibike, kwamba serikali lazima ifanye kazi yake, hatuwezi kusema kwamba wao watakuwa wanapendwa na serikali. Kwa hivyo hilo ni jambo la kawaida wala si jambo la kushangaza. Mwisho kabisa, una lipi la kueleza watu katika eneo la kanda ya maziwa makuu, Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, kufuatia haya ambayo yamewakuta sisi, tunataka kuwaambia wananchi wa jumuia ya Afrika Mashariki, siku za serikali za kiimla kuendelea kusimamia masala ya wananchi zimekwisha. Hatutakubali kama wananchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki kugandamizwa. Hili swala la yale yaliyowatendea kina Boniface Mwangi, wale maafisa wanajulikana, tutalifuatilia kwa kila aina ya njia hadi tuhakikishe wale maaskari waliotumika kimabavu. Sio leo ni Boniface Mwangi, kesho atakuwa wewe ndugu yangu, kesho nitakuwa mimi. Tutakubali vipi sisi mtu aje kukutesa, kukupiga, na yale maovu yaliyomfanyikia huyu ndugu yetu, hasa kwa, kwa, kwa simu siwezi kuyasema, lakini hatutaruhusu katika maeneo ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla matendo kama haya kutendeka na sisi kama wanakereketwa tukiwa hapo